Nitaenda nikutajie makosa yanayofanywa na waombaji wa ajira wakati wa usaili wa polisi. Share video hii, lakini usisahau kusubscribe. Kosa namba moja ni kutokuandaa nyaraka muhimu, mfano cheti cha kuzaliwa, vyeti vya taaluma na vitu muhimu ambavyo vinahitajika. ukisahau chochote unafeli hapo hapo. Kosa namba mbili ni kuchelewa kufika eneo la usaili. Time is discipline. Ukichelewa hata kama una vigezo, hapo jua umesha kosa. Kosa namba tatu ni kuonyesha uoga au wasiwasi kupita kiasi. Jiamini, polisi wanapenda watu jasiri na wenye nidhamu. Kosa namba nne ni kushindwa kufanya mazoezi ya mwili kabla. Mfano, ukishindwa kuran push ups tayari umeanguka. Na kosa namba tano ni kutokujua chochote kuhusu jeshi la polisi. Uliza, soma, fatilia video zetu.